Kitu cha msingi ambacho ningependa kuanza kusema labda, kwa kuwa pia hapa tuko kwenye mdaharu wa chuo kikuu, nimeona kwamba kuna umuhimu kwa mtu wa kurudi kwa mtoa mada hapo eh. Dkt Kafulila alianza kwa kutuelezea PPP ni kitu gani. Sasa katika kusikiliza nikaona kwamba kama tunajikita kwenye PPP au FDI foreign direct investment, nimeona kama kuna kuchanganya mambo haya ninavyosikiliza wachangiaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua kwamba, hapa kama alivyosema mkurugenzi wa kituo cha cha, cha, cha cha ubia, ni kwamba hapa tunazungumzia public private partnership. Miradi ambayo inatakiwa kimsingi ifanywe na serikali kwa niaba ya wananchi, lakini serikali haina uwezo kwa hiyo inatafuta watu wa kusaidia, na kuna uwezo wa fedha, kuna uwezo wa, wa, wa utaalamu, lakini pia mimi nataka kusema pia na nitazungumzia hilo, uwezo wa utamaduni kacha ya partnership hapa imesemwa, eh, eh, Profesa Kinyonda amesema hapa matatizo yamekuwa mengi, na mimi ninapokuwa kwenye podium pamoja na, na Mkurugenzi Kafulila tuna historia ndefu tulikuwa wote bungeni tunahangaika na nais, yeye huko upande wa shambuliaji, mimi niko kwa upande wa goalkeeper <laughs> kwa hiyo tumeyakuta, tukuta nini pale? Hakuna utamaduni wa PPP transparency. Watu wanasimama bungeni wanasema half truth, uongo. Mtu uko bungeni, ni mbunge umetajwa katika jambo hupewi nafasi ya kuzungumza. Sasa katika hali kama hii inakuwa vigumu, na ndiyo maana migogoro katika PPP haiishi na haitaisha tusipoleta utamaduni wa transparency. Hiyo ndio hoja yangu ya kwanza na ya msingi kwamba, je, tuna utamaduni tuna na moral authority ya kuwa na PPP? Manake kimsingi mifano mingine iliyotajwa kwa mfano IPTL. IPTL sio PPP. IPTL ilikuwa ni IPP, ni independent Power Producer. haukuwa mradi wa PPP ule, lakini sasa kuna power purchase agreement, serikali TANESCO ndio, ndio, ndio soko. Kwa hiyo sio PPP, lakini wewe unasema bwana, mimi nakuja hapa kuwekeza ni mwekezaji, lakini anasema wewe ndio utanunua. Serikali yenyewe inataka umeme uwepo, iweze kuwauzia wananchi, sio kusambaza kwa hiyo mimi nikafikia kwamba kwa muda kwa mfupi tulionao ni muhimu sana. Kwanza, concepts ziwe clear. PPP leo mimi ni kuangalia kwa kwa PPP. Kwa ajili ya kuangalia, ninavyoona sheria zetu za PPP zimekuwepo, na mradi ambao PPP ninayojua ilianza zamani na haijadiliwi sana, lakini ipo na naweza kusema iko successful ni Songas. Mradi wa Songas unaingia kwenye criteria ya PPP na mwekezaji amewekeza, amebuild, ameown, ameoperate. Sasa transfer, sijui kama imetokea, lakini bado wanazungumza. Kwa hiyo, mi nataka kusema kwamba ni muhimu sana katika second generation ya sasa hivi kumpongeza kwamba Dkt. Kafulila kule kwenye kituo chake kutenganisha hii miradi, FDI ni FDI, ordinary investment ni in investment, PPP ni in PPP, lakini yote haya huwezi kusucceed if you are not transparent. Huwezi kusucceed kama hauna moral authority ya kupeleka hii miradi bungeni, kwa mujibu wa sheria ijadiliwe, kusudi the rules of the game zionekane. Tunakwama hapo katika half truths, na hiyo ni tatizo kubwa sana. Sasa uhitaji uhitaji upo, hii nchi inaendelea, uwezi kuzungumza mahitaji. Amezungumza hapa daktari. Eh, amezungumza vizuri kuhusu hali ya halmashauri na amezungumzia halmashauri yangu ya Mleba. Mimi ndiye mbunge, mimi ni mbunge mstaafu wa wilaya ya Mleba, halmashauri inayozungumziwa, lakini pia najua adha zilizo kule kwenye halmashauri katika kupata hayo mapato. Kwa hiyo ukiangalia, unaona Mleba wamekusanya, wamekusanya vipi? Wamewamaliza wavuvi, wamewaharas, kuna lot of harassment taking place kwenye hizi halmashauri. Kwa hiyo hivi vitu lazima uangalie kwa undani wake. Kwa hiyo mimi nafikiria kusema kwamba tunahitaji PPP. Tunahitaji investment kwa ujumla, FDI na internal investment. Sasa kusudi twende vizuri, kitu cha kwanza lazima tujue hivi hizi fedha tunazozungumzia. Maana kimsingi hapa tatizo letu ni fedha. Where is the money? Nani ana fedha za dunia? National wealth siko wapi? Hilo swali nalo lijibiwe. Fedha kwa kawaida ziko kwa wananchi. 67% of national wealth globally anywhere iko kwenye household. Hiyo ndio ukweli. Corporations, watu wakubwa wakubwa hawa tunaowaona wanaweza kuwa na between around 20% of the wealth. Serikali zetu hizi zinalala kati ya 10% na 15% nayo kwa shida. Kwa hiyo lazima muelewe kwamba serikali haina pesa. Sizungumzia Tanzania, nazungumzia serikali generally globally, so where does national wealth lie? Kwa hiyo tunapokuwa na nchi kama ya kwetu, tunataka kumobilize investments, ndio maana zana ya stock market inakuwa muhimu, kwamba sisi hela za kuendeleza miradi tutazipata wapi? Uwekezaji ni mzuri, lakini utahitaji tujipange vizuri zaidi kwa namna hasa ya uwazi na ukweli, maanake huwezi kuwa mwazi kama sio mkweli. Nami naona hili ni tatizo linatukwaza kwa upande wa halmashauri zetu local government. Nimesikia local government pia tusiwakamue sana wananchi, mtu wa mleba. Mimi nilipokuwa mbunge nilivunja beli ya mara mbili nikiwa mbunge, wangeni arrest kule unapita unakuta, wameshaweka barrier, beria ya kuzuia, watu wanakwenda kuuza ndizi. Mkulima amekata ndizi, ameibeba kichwani, anakwenda sokoni. Hii ni perishable product, hajui kama atapata soko, anakuta halmashauri nataka shilingi 500. Asipolipa basi hataweza kwenda sokoni. Sasa akilipa akienda sokoni na ndizi, asipopata soko zile ndizi itaiva, atapata hasara kwa hiyo hizi rejimu zote za financial mobilization, mimi nafikia kwamba kwa muda tulio nao na kituo chetu cha ch ch ch ch PPP kiangalie sasa mazingira ambapo tutaweza kupromote na ku attract foreign direct investment, na hatutaweza kufanikiwa bila kuweka mambo yetu sawa, bila kukubali sheria, bila kukubali uwazi na without compromise na huwa nasema na narudia tena, na wara katika ili zikopeshe, ni kwamba kama ukiona mkataba umefichwa, uwe ppp uwe nini, ujue ni mbovu, una haja ya kuhangaika. Umepishwa kwa sababu haukizi viwango na awezi kutusaidia. Mimi nafikira kwamba, naomba kuwasilisha kwa. Asante sana Profesa. <laughs>